Lakini rafiki mwema, Mtume anasema atakapoingizwa peponi, atamuuliza Mwenyezi Mungu, rafiki yangu iko wapi? Ya Allah, fulani bin fulani, tulikuwa tunaswali naye msikitini, tunakaa naye katika sehemu ya kheri, tunakumbushana mambo ya kheri, yuko wapi huyu? Mwenyezi Mungu atamwambia huyu, alipelekwa motoni. Rafiki atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, nakuomba mtoe rafiki yangu motoni. Basi Mwenyezi Mungu atamwambia, nenda ukawambia malaika wamtoe ndani ya moto. Rafiki na utatolewa ndani ya moto kwa sababu ya rafiki yako mwema. Ametaja Imamu Ibnu Kathiri katika Bidaya wan Nihaya kisa cha ajabu sana, ambayo ilitokea wakati wa mwanzo, Mtume akipewa utume kuna mzee mmoja ambaye alikuwa ni mtunga mashairi, anatunga mashairi yeye, anaandika mwenyewe alafu anawaimbia watu, alikuwa na wafuasi wengi sana. Akapata habari, kuna bwana mmoja anajiita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejitokeza, anadai kwamba yeye ni mtume. Akaanza kufuatilia habari za mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume anafundisha nini? Imani yake ni nini? Anaamini kitu gani? Anawaambia watu nini? Anahalalisha nini? Anaharamisha nini? Akafuatilia, baada ya akawaita wale wafuasi wake wote, ni watu wengi sana. Akawaambia jamani, mimi nimeamua kuwa mwislamu na anaenda mahali mtume Muhammad yupo, nipige shahada. Sasa angalieni, marafiki wabaya ndio muislamu hawa. Marafiki wakaona huyu jamaa akisilimu hapa watu wote wataslimu, kwa sababu huyu ni mtu mashuhuri. Wakaanza kumshawishi wakamwambia, we mzee, unakwenda kusilimu na huyu Muhammad. Muhammad anasema dini, dini yake ni bora kuliko dini ya babu zetu. Huyu mzee akawaambia, ni kweli bwana, dini ya Muhammad ni bora kuliko dini ya babu zetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu babu zetu walikuwa wanatengeza sanamu kwa mikono yao wenyewe. Alafu, anasema hii ni Mungu, na hii dini yetu nayo imejaa kila aina ya dhulma na khiana na maovu na machafu. Kweli Muhammad ameakataza yote haya. Wakamwambia, na huyu Muhammad ameharamisha pombe. Pombe inamdhalilisha mwanamume, anatoa siri yake, anaifilisi mali yake. Pombe si kitu kizuri. Wakamwambia, na Muhammad ameharamisha zina. Akamwambia, kwa kweli mimi nishakuwa mtu mzima bwana, sihitaji zina sasa hivi, lakini zinaa kwa kweli ni kitu kibaya. Sasa walipoona huyu mzee amewazidi kwa hoja, hapa ndo hatari ya mtu kuwa na rafiki mbaya. Wakamwambia huyu mzee, tupe dakika wakajikusanya wote wakapitisha kwa kauli moja, kila mtu mmoja katika jamii yetu hii alete ngamia mmoja basi. Uwezi kuamini walikusanya ngamia mia moja, wakamletea huyu mzee wakamwambia, sasa chagua baina ya dini ya Muhammad na zawadi ya ngamia mia moja. Chukua hii zawadi uachane na mambo ya Muhammad, na ukichagua Muhammad, basi hii zawadi hatukupatii. Akawaambia, hadha huwa lrai. Sasa ndo umekuja na rai ya sawa, faathara lhayata dunia. Huyu bwana akaamua kuchagua uhai wa dunia wala wa abqa na, na akhira ni bora na yenye kubaki. Akamwambia sasa, nimekubali na siwezi tena kusilimu na Muhammad. Muhammad sina haja naye mimi, nitachukua ngamia 100 hawa lakini, hapa mashambani, eh, hapa mjini itabidi niwapeleke hawa ngamia kule mashambani nikawafuge huko, watu wangu wako kule. Basi akapanda juu ya ngamia mmoja akasafiri. Walipofika kule, ile furaha aliokuwa naye huyu bwana hakungojee ngamia akae ili aweze kushuka, aliamua kushuka ngamia ikiwa imesimama. Basi alikosea step akaanguka kichwa kichwa, akapiga kichwa kwenye jiwe. Marafiki wabaya, tuchukue mfano, leo ndo siku yako ya mwisho kuishi hapa duniani, labda hapa ndo tunaagana kwa wengine, lau utaondoka duniani leo sasa hivi, Mungu yuko radhi na wewe?